Masaa haya ni nani huyu anabishabisha mlango? Mlangi, mambo gani? Kwa hivyo kama nisipati, mbona mimi sikujui? Au ah, umetokea wapi? Umetokea wapi? Karibu, mimi ni jirani wako. Ehe, nimesikia wewe ni wa kutoka Mombasa. Mimi ni wa kutoka Mombasa. Eh, Likoni kuna shida gani? Natoka Likoni, aliyekwambia eh, eh, eh, watu wanakunywa mnazi halafu kuna machi, halafu kuna kuna nini wanakulanga nini? Shida ni watu wa huku mna matatizo. Aya, tunataka eh, tukule nini au watu nakula samaki eh, eh, nakwambia uh-huh. Eh, na hii plotis watu wamenyamaza. Sasa kama wamenyamaza wataka niwapigishe kelele? Shida iko wapi? Tata usikwe mkali. Aya, ongea, nakusikia nina kazi zangu za kufanya na mume wangu ankaribia kurudi. Kuna shida gani? Tafadhali mimi moyo wangu. Nitafadhali, si tafadhali. Eh. Oh, uh -huh. Tafadhali uh -huh, moyo wangu wa kusingua. Moyo wako? Wa kusikua, wa kusingua. <laughs> huh? Mimi ni Murui natoka Fuko. Teta eh, eh, kwa hivyo ndo ulivyokuja hapa. Atakojua pepete nini hapa. Nataka kutafangua Haya, tapangua sijui kutapangua, babaisha mambo madogo. Tako ukitembea kusumbua kichwa. Kwa hivyo ndio umekuja ulifate, nikupe ndio kakae nalo. Mashine iko wapi? umeniona mtulinga, sijui nini, kusaidieje, nikusaidieje? Yani, unavyoniona hivi nikikuona moyo wangu hivi. Wewe ulivyotoka kokote na, yani mm, na akili zako timamu yes. Umekokota hizi fito zako za miguu ziletea hapa huja yep. unaambia ni nanipenda hivi, ujui kama mi ni mke wa mtu? Naelewa sana mke wa mtu ni mtamu na si sumu, mimi napinga hilo lakini, wacha nikwambie <tinyo> mimi mimi nikikutapangua niki hivi njia zako zitanyoka

Tunasema ukilala na mtu naenda vibaya sasa. Si wewe ndio umekuja tena? Wewe ndio unaogopa. Mama yangu ni mrui. Sasa kama ni mrui, ya mama yangu ni Mswahili, wacha Msukuma. mm -hmm. Mswahili Msukuma ndo nini? <laughs> Basi, usiogope, usiogope. Na sahii mume wangu anakuja. Leo leo ajeiku, atakuja usiku. Sasa haina ni kutapangue ina shida